Irani imewasilisha malalamiko rasmi katika Umoja wa Mataifa ikilaani vikali matamshi ya maafisa waandamizi wa, wa Marekani na Israel ambayo imeyataja kuwa ya uchochezi na ya kigaidi dhidi ya kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu wa Irani Ayatollah Khamenei. Katika barua rasmi iliyowasilishwa Ijumaa na balozi wa kudumu wa Irani katika Umoja wa Mataifa, Amir Sahidi Iran, ilani imeshutumu kile ilichokiita vitisho vya dharani vya kutaka kumuua kiongozi wa taifa huru, hatua inayodaiwa kukiuka misingi ya sheria za kimataifa na mkataba wa Umoja wa Mataifa. Namnukuu, barua hii inalaani na kupinga matamshi haramu yanayochochea ghasia na kuhimiza ugaidi yaliyotolewa na maafisa waandamizi wa Marekani wa na jumuiya ya Kizayuni ya Israeli, ikiwemo vitisho vya wazi vya kutaka kumuua kiongozi mkuu wa mapinduzi ya Kiislamu. Mwisho wa kumnukuu, ilieleza taarifa hiyo kama ilivyonukuliwa na shirika la habari la Tasnim la Irani. Baru, barua hiyo iliwasilishwa kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, rais wa Baraza Kuu na rais wa Baraza la Usalama. Imetaja matamshi hayo kuwa ni ukiukaji wa wazi wa kifungu cha pili ibara ya yani nne cha mkataba wa Umoja wa Mataifa kinachokataza matumizi au vitisho vya nguvu dhidi ya uhuru wa kisiasa wa nchi yoyote. Na nukuu, vitisho hivi vya kificho na vya makusudi vinakiuka kanuni za sheria za kimataifa, ikiwemo haki ya kinga kwa wakuu wa nchi, aliandika Iravani. Kifungu cha pili na ibara ya nne cha katiba ua kinasitiza kwamba mataifa wanachama watajizuia kutumia vitisho au nguvu dhidi ya uadilifu wa, wa wa eneo au uhuru wa kisiasa wa nchi yoyote. Iravani ameongeza kuwa kauli za maafisa hao zinahesabiwa kuwa ni uchochezi wa ugaidi unaofadhiliwa na serikali, hali inayohatarisha misingi ya mawasiliano ya kimataifa na usalama wa viongozi wa kitaifa. Hii ni habari ambayo inasema Israeli na Marekani zatuhumiwa kutaka kumuua Khamenei, kiongozi wa muda mrefu wa Irani.